Uh, leo Gunners wana kibarua kizito dhidi ya Transit Camp, timu kutoka Tabora katika uwanja wa CCM Jamhuri mkoa Dodoma. Bana leo na tunatarajia bato zito sana kwenye eneo la kiwanja kwa maana ya pitch, tunatarajia kuona mbinu nyingi za mwalimu na wachezaji kuzingamua kwenye mchezo huo zote, kwa sababu hizi timu zote ni za jeshi kwao, tunatarajia yale mambo ya nje ya kiwanja yanayoweza kumfeva mwenyeji yanaweza sio mengi sana lakini hapa niko na angalizo kwa kocha Juma Ikaba, kocha ambaye wanaDodoma wanamwamini, lakini kocha ambaye yuko na Gunners tangu ikiwa uh, first, tangu inapanda ligi uh, kwenda first league mpaka sasa uh, championship. Maana maanake ni kocha ambaye anaifahamu sana timu yake, lakini ni mwenye ujuzi, kwa sababu kama asingekuwa na ujuzi asingeweza kufika hapa alipo. Uh, takwimu za Transit Camp hizo ambazo zinanitisha, akiwa ugenini amecheza mechi tano msimu huu, na kati ya mechi hizo tano ameweza kushinda mechi mbili na ametoa sare mechi tatu. Hapo ndipo ambapo nataka nione leo at least aweze kuacha alama zote tatu kwa Juma Ikaba au kwa Gunners. uh, ameweza kutoa sare awei dhidi ya vigogo wa au vinara wa msimamo wa ligi ya championship ametoa sare uh, dhidi ya Geita Gold, ametoa sare uh, dhidi ya Kagera Sugar, lakini ameweza kupata sare uh, dhidi ya Polisi Tanzania. Hizi timu zote kwenye msimamo wa ligi ziko juu ya Gunners. Lakini ameweza kupata ushindi dhidi ya TMA, ameweza pia kupata ushindi dhidi ya African Sports. TMA mchezo wake wa mwisho amecheza hapa uh, Dodoma, akiwa ugenini dhidi ya Gunners na aliweza Sare ya goli mbili kwa mbili dhidi ya Gunners lakini timu hiyo huyo, huyo amechapika akiwa nyumbani dhidi ya Transit Camp. Lakini pia ameweza kumfunga uh, African Sports. African Sports hapa uh, dhidi ya Gunners akiwa Dodoma uh, Gunners akiwa nyumbani, mechi ilikuwa nzito sana kwa sababu ilitoa magoli matano, kwa maana ya Gunners tatu, African Sports goli uh, mbili. Sasa leo uh, tuko na Transit Camp. Naamini uh, kocha Juma Ikaba ameiandaa vizuri timu yake. Ni mechi ambayo natarajia itakuwa nzito sana kwake, lakini ana uwezo wa kufanya kitu kikubwa kama alivyo ambavyo huwa anafanya siku zote. Taarifa uh, nzuri ni kwamba mchezaji beki wa kutegemewa Moru amerudi baada ya kumalizana na uongozi na kocha wake, kuomba radhi na nini. Kwao naamini leo atakuwa na kazi kubwa sana ya kuonyesha mashabiki wa Gunners lakini viongozi kwamba yeye ni mol kweli. Ambacho um, nakiona ni strength ya Transit Camp ni power play jamani, wanakaba sana. Kwa hiyo kama kocha ataweza kuweka mbinu nzuri za kuwabiti, uh, anaweza kupata matokeo ya ushindi.